Kumeshuhudiwa hasara kubwa katika jumba la burudani linaloaminika kumilikiwa na mbunge wa Kabuchai majimbo Kalasinga, baada ya vijana kuvamia, kupora na kuharibu mali katika jumba hilo la eneo la Msese katika kisa ambacho kinaaminika kwamba kinahusishwa na uchaguzi mdogo wa Kabuchai Chwele. Eric Lumbasi na taarifa hii Kwa mjibu wa wafanyikazi wa jumba hili la burudani katika eneo la Musese, wahuni hawa waliwavamia mwendo wa saa sita mchana na kuvunja vioo vya madirisha pamoja na kutoweka na vileo na fedha zilizokuwa zimekusanywa baada ya mauzo. Tumeingiliwa na gunsi hapa ndani nao gunsi. Wakati waliingia walianza kwa kurusha mawe, wakati waliingia wakaanza kupasuapasua vioo, wakatuharibia mali yetu hapa ndani, wakaiba vitu kwa jikoni wakaiba TV, wakaiba pool, wakabeba na pesa za pool ndani, wakanibia stock yangu, nilikuwa nimeenda na ikachukuliwa. Walikuwa mbeba mipini kwa mikono na wengine waliingia wali kuruka kwa ukuta, venye waliingia walikuwa narusha mawe, wengineo wamekuwa wengi, lakini ni, kufaulu yenye tulifaulu ni ile, hatujapata hatu majeraha sisi, ila kuna mtoto mdogo ndiye aliyepata majeraha, walimpata kwa njia alikuwa mbeba sufuria, alikuwa ametumwa na mamake. Mimi ni ni jirani ya mheshimiwa, mheshimiwa ako juu na mimi niko chini. Sasa nilikuwa tu kwa poma, nikaona watu wamepepa vitu wanapita kwangu, alafu mwishoye umati ingine iliniingilia kwa poma, wakaninyang'anya simu yangu kwa mjibu wa meneja Geoffrey Kitutu, lengo kuu la vijana hao lilikuwa ni kuharibu mali hiyo na lengo hilo liliafikiwa baada ya hasara kubwa iliyoachwa. Imetekelezwa sehemu hiyo, wakaingia jikoni, wakang'oa kila kitu, iwe chakula, wakabeba, wakapasua vioo, wakaiba vitu, wakachukua TV, wakachukua viti, wakachukua mali zaidi ya milioni moja na elfu mia nane, ambayo wamefanya uharibifu hapa, wakaasalti staff yetu, wakawaumiza, wakachukua vitu, wakaondoka lakini vile hao vijana waliingia ndani kuna kikundi ya pili iliingia ni ilikuwa inashauriwa ama kupewa masharti na mtu anaitwa Rombosia. Polisi wetu wa Chwele wafanye uchunguzi wa haraka na wasifanye uchunguzi kulingana na masharti ya mtu fulani. Aidha, Janet Majimbo ambaye ni mkewe mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga ameelezea kughadhabishwa na tukio hilo, akitoa wito kwa vitengo vya usalama kuipa familia yake ulinzi, kwani vijana hao walitishia kuelekea katika boma lake. Naomba security na la kushangaza OCS, aliniambia yeye haiko station, na maafisa wa usalama pia hawakuwa station. Akaniambia wote walikuwa deployed kwenda ku supervise mtihani na that is why hiyo uharibifu ilifanyika hivyo, walichukua walipata muda wa kutosha kufanya uharibifu, wakamaliza na wakateremka kuja nyumbani kwa mheshimiwa, vile tumesimama hivi, walio nyuma yangu na wengine ambao wako hapa walikuja kushika doria. Hata hivyo wakazi wa Musese wanadai kuwa kwa sasa uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai unaotarajiwa imeweza changia ukosefu wa usalama eneo hilo. Uombeni tu kura kwa njia ya amani, mumetoka hapa tena mnaenda kuharibu tena, tenapoma. Na mheshimiwa, hiyo ni nini? Muko na uhuru ya kuombea mutu yenu kura. Mheshimiwa pia ako na uhuru ya kuombea mutu mwenye nataka kura. Tusiharibu property za watu, tusikuwe na chuki. Eric Lumbasi, West TV, Musese, Kaunti ya Bungoma.